Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jina tukufu la Allah. Maajabu ya kulijua jina tukufu la Allah subhanahu wataala. Hakika ya utukufu wa jina la Allah, hakuna jina jingine zuri na kubwa kama la mola wetu. Yapo majina mengi sana, lakini hatufahamu kama kuna jina nzuri na jina ambalo ilitamka linaweza kufungulia mambo mbalimbali amishaya kwani yeye ndiye alokuumba basi, yingine jina la Allah yeno mwenye mgumu. Jina la Allah hakuna mfano wanako anachoweza kumfananisha jina lolote jingine, akistahiki kumfananisha na jambo lolote, wala zana ya kitu fulani au jambo fulani, alipo juu ya utukufu wa jina la Mwenyezi Mungu. Jina hili kutuliza moyo, kuondoa hofu, huzuni mabalaa na mashaka. Faida za kumswalia, faida ya kutaja mtaji huu ni la Mwenyezi Mungu. Kila mtu ameanza siku yake kwa kumtaja Allah anaingia kwenye baraka zisizo na kifani. Kuishi kwa kujua Allah kunafungua mlango wa kipato, kazi, mafanikio, kwani hakuna baraka kubwa zaidi ya zina zinazotokana kwa Mwenyezi Mungu. Unajua na kufanya mema na kulitamka jina hili mara kwa mara, hutoa jina hili nguvu za kuishi wakati wa hali ngumu, kutoa mwanga na hekima na uongozi na usawa. Kumbuka, hakuna neno lisilo na faida. Kila tukio la maisha linabadilika pale unapoamua kumtukuza Allah na kumwomba kwa moyo safi hakuna hali ngumu, janga au tatizo lisilo mm, na suluhisho pale jina la Allah napotajwa mara kwa mara, eh, idadi ya mara na uwezekano wa mabadiliko pale unapokuwa itaka kwa shida mbalimbali, wanasema kila siku ujaribu kutaja Allah Asujaribu, ufanye kweli, angalau mara mia au mia tano kamusai kwa kila kitendo cha dua na rasimii, hali yako ipadi mafanikio atabadilika. Hakuna kinachoshindikana kwa imani, hata pale unapokosa mwanga, sifa na baraka za Allah kutatua tatizo ila wuiwa matokeo ya kudumu. Hali ya maisha hubadilika, hali ya maisha

mahusiano huenda nzuri zaidi. Umepokea panga na hidaya na Allah. Hitimisho, hakuna jina zuri kubwa lenye baraka. Acha kuhifadhi majina mengi kana kifua chako na maana mpango, sijui mambo ya mpira na kadhalika. Hifadhi jina hili tukufu la Mwenyezi Mungu, kwani unapolita mka ya Allah sawa unamwita yeye, Mwenyezi Mungu ya Allah kumjua na kukuza na kutumia jina hili kwa dhati kila siku kufungua milango baraka kwa hali ambayo usiyoitarajia, fanikiwa na amani ya ndani. Hakikisha unamwomba, eh? kila mara nataa. Ni vizuri asubuhi unetamke mara mia moja eh? kila baada ya swala tamke mara sa siku mara mia tano eh? eh au zaidi ya hapo basi utaona maajabu kwa jina hili tukufu leo, inshallah. Ndugu yangu, tumalizie hapa. Kama mada hii imekusaidia na wewe ni Muislamu, weka comment chini, na share kwa watu wengine wajifunze, inshallah.